Salaykum warahmatullahi wabarakatu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasalama. Wa baad, ndugu zangu, kama nilivyokujuzeni awali kwamba katika ile chaneli yetu tukufu kabisa ya KR 255 TV iliingiliwa na mikono ya binadamu wenye uchu, wenye tamaa ya kuweza kujipatia fedha kwa kutumia ile chaneli yangu kutokana na ushauri tulioshauriana kama nilivyoweza kuambia katika introduction ile channel nilifunga. Sasa nikawa nimeendeleza na chaneli nyingine, ndio hii hapa, inaitwa vilevile jina lile lile, ila mwisho unaongeza new, yani mpya. Ukiandika hivyo tayari utakuwa umenipata, yani andika KR255 TV kisha unaongeza neno new, hapo tayari itafunguka na tutaendelea na masomo yetu kwa sababu watu wengi wamekuwa wananipigia DM wakiwa wananiambia, Mzee Shekhe Mwinyi Maalimu, huonekani, umekaa kimya sana. Sasa na mimi kama nilivyokuwa nimeachia katika lile somo langu somo kabambe kabisa lile la e, chuma ulete, leo ninataka kidogo kuwaelimisha, naona somo lile watu wengi hawakuwa wamelielewa kwa sababu nilizungumza nikawa nina kile eh, kile ki, ki, kibuyu, nikakuelezeni namna yake utaratibu wake na jinsi yake ya kufanya ni. Watu wengine waliondoka wakaenda ima kwa kuvinunua au kuvichukua maporini, wakapata vile, wakaenda navyo wakafanya. Kama nilivyokuwa natoa introduction hapa, naelezea hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu. Katika somo lolote lile huwa kuna maswali Unapotaka kufanya kitu chochote ni lazima uulize uelekezwe, eh? Sio unafata tu, unaangalia. Hata ungekuwa leo masomo nayatoa naya, naya, naya, we unatoka hapa moja kwa moja unampata mteja, nyie mnaita wateja, unageuka mara mganga wa kienyeji, sijui mganga wa kisasa, mganga wa tunguli, mganga wa distray. Unaamka tu unaamua kwamba sasa wewe unachukua una yale maneno ninayokuwa ninafundisha, halafu wewe unayafanyia kazi kwa mtu hashalila, huyo mtu hatopata manufaa, kwa sababu hizi ni karama na kila kitu kina siri kubwa. Haya ninayoyafundisha yana siri. Niliwahi kuzungumzia neno la siri, nikakwambia serikali ina siri eh? mahakama ina siri, bunge lina siri eh? na ndio sababu ya viapo sasa we huwezi ukachukua tu haya mafunzo yangu juu kwa juu, ukasema unafanya huko au unamfanyia mtu utaua, au unamfanyia mtu utagombana na mashetani, au unafanyia mtu utagombana na majini, utagombana na mahudama, utagombana na masharifu. Laana itakayokupata itakuwa ni juu yako. Kila kitu chochote lazima ujifunze. Mimi ninapokuwa nakufundisha, ni lazima uende na mimi hatua kwa hatua, hatua moja hatua ya pili, hatua ya tatu, na uulize. Uende kwa ufanisi zaidi, uliza kitu mwanzo wake mpaka mwisho wake. Kuna vitu vina faida, kuna vitu havina faida. Ndugu zangu, masomo haya ninayokufundisha ni madarasa kubwa sana, kwa sababu kauli mbiu yangu ni kwamba upige vita umaskini. Ndio sababu leo nafika kukufundisha vitu vikubwa ambavyo sio daraja yako, na kwa kujua watu wengi wamekosa maarifa, hawana mahali pa kukimbilia Eh, na elimu Mwenyezi Mungu aliyoijaalia nitakuja ulizwa yaumul kiyama kwamba uliitumiaje, uliifanyaje? Sasa nikiwa nayo mchoyo mimi kama mimi, inakuwa ni mtihani kwangu. Ndio sababu huwa ninataka moja kwa moja, ninakuelezeni moja kwa moja ili mfuatane na mimi muweze kuelewa nini ninachokiongea, nini ninachokifanya na nini ambacho ninaweza nikawa, eh, ninakikubali. Kwa hiyo usiache kusubscribe ili tuongozane na wewe katika masomo yanayofuata hususan eh, katika hilo somo nyeti kama la chuma ulete, watu wamefikia kubaya mno, piga so simu, uliza. Na unapoiliza, kuwa mkweli shida yako nini? Eh, unachokitaka nini, ufanye nini, uliza mwanzo mpaka mwisho. Ukiweza zama kwenye maji, huwezi nenda. Kwa mama yako mlilie mama, kwa nini ulinileta duniani hali ya kuwa mimi ni maskini? Piga vito maskini Usipende kulaumu laumu watu oh, yule ana gari oh, yule oh, yule ana gari mpya oh, yule sio ana nini. Piga vita umasikini. Hii habari ya kusimulia mali za wenzako imepitwa na wakati. Ulikuwa wakati mbaya sana ule eh, wakati wa ujima, lakini leo kila mmoja afanye jitihada. We kijana, we mzee, msichana, mvulana, piga vita umasikini. Usaje, usiache kusubscribe kwa anwani inayopita hapo kwako chini ili uulize maswali niweze kukuelimisha kwa kina kwa uzuri bila kufanya lolote baya. Wahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.